Elimu yenye manufaa ni wewe kuhakikisha unaifahamu Kurani kama hadithi

vyake vyake akaanza kusoma vitabu vyake. Sasa wakati kwenye safari ya kurudi nyumbani kwao, tayari ashapata hiyo unuani ayata adika safarini kuelekea nyumbani kwao, akiwa tayari anapata anapatee shahada